Kubadilishwa kwa mawaziri ni suala ambalo limekuwa la kawaida katika uongozi wa Rais Ruto. Kwa mara ya tatu mfululizo, rais amefanya mabadiliko katika Baraza la Mawaziri. Aden Duale aliyekuwa waziri wa mazingira amejitika mzigo mzito katika wizara ya afya, naye Debra Mlongo amechukua nafasi iliyokuwa ya Aden Duale katika wizara ya mazingira. Hanna Cheptumo kwa mara ya kwanza katika horodha ya mawaziri amepewa nafasi katika wizara ya jinsia. Kubadilishwa kwa mawaziri ni suala ambalo limekuwa la kawaida katika uongozi wa Rais Ruto. Kwa mara ya tatu mfululizo, rais amefanya mabadiliko katika baraza la mawaziri. Aden Duale aliyekuwa waziri wa mazingira amejitika mzigo mzito katika wizara ya afya, naye Debra Mlongo amechukua nafasi iliyokuwa ya Aden Duale katika wizara ya mazingira. Hanna Cheptumo, kwa mara ya kwanza katika orodha ya mawaziri, amepewa nafasi katika wizara ya jinsia.